Dondoo nyingine ndo hii hapa. Sasa, ehe, mada yenyewe tumesema kwamba sheria inasema kwamba ndugu hawawezi Eh, kubatilisha wosia, wanaweza wakapinga, lakini hawawezi kubatilisha, wanaendelea kupinga, lakini wosia unaendelea kuwa, unakubalika kisheria. Sasa, ni nani anaweza kubatilisha wosia? Tumesema mahakama ndio inaweza kubatilisha wosia. Maneno haya tunayapata wapi? Ni maneno maneno maneno maneno yetu sisi wenyewe au ni maneno ya kisheria? Kimsingi sisi hapa tunaongea chochote, tunachokiongea tunaongelea maneno ya kisheria, na haya maneno tunayapata pia kwenye kesi rufaa ya madai namba 882 ya mwaka 2021 kati ya Magdalena Anton Sanga, unaweza ukaona hapa kesi ni hii hapa rufaa namba, eh, themanini na mbili, eh, Magdalena Anthony Sanga dhidi ya Terezia, eh, Dominicus Tweve kesi hii ndio imeongelea kitu kama hichi imeeleza kwamba mtu pekee ambaye anaweza kubatilisha wosia ni mahakama wale wengine ambao wanakaa huko nyumbani ndugu jamaa shangazi baba mdogo mama mkubwa dada wa marehemu kaka wa marehemu wake wa marehemu wajomba wote ambao wanakaa wanapinga wosia bila kwenda mahakamani kubatilisha, maneno yao ni sawa na bure, kwa sababu kisheria ule wosia utaendelea kuhesabika kwamba ni wosia halali mpaka hapo utakapokuwa umebatilishwa na mahakama. Ni maneno katika kesi hii. Sasa tuende katika kesi hii tuweze kutizama ilivyozungumzia jambo hili. Kesi hii hapa tunayo kama kawaida yetu, tukizungumza tunazungumza kwa ushahidi. Unaweza kuona hapa. Ni mahakama ya rufaa iliyokaa Mbea, majaji ni watatu: Jaji Mwandambo, Jaji Kairo pamoja na Jaji Isa. Ni rufaa ya madai namba 482 ya mwaka 2021, wahusika ni hawa hapo. Sasa tuende tukatazame, ni stori ndefu hii ambayo ilikuwa inahusiana na watu ambao walikuwa wanapinga wosia, lakini hatuwezi kuipitia yote. Unaweza ukaona ni habari ndefu sana. Sisi tuende kwenye kile kitu ambacho tunakitaka, tunakiita kanuni. Nasemaje pale ambapo mahakama imeeleza kanuni? Yes, ni hapa. Mahakama imekuja hapa ikaeleza kanuni ambayo sasa ni kuwa nakueleza ambayo ni kwamba wosia hauibatili mpaka mahakama yenyewe iwe imeubatilisha. Yes, unaweza kuona hapa. Hii kanuni ngoja nikusome. Uweze kuiona. Unaweza kuona hapa. Inasema arising from the above, from the above a will is presumed to be valid unless, uh, invalidated by the court on legally acceptable ground. Arising from the above, kutoka hapo juu. A will is presumable to be valid, kwamba wosia unahesabika kuwa halali. Unless eh, invalidated by the court, mpaka hapo utakapokuja kuharamishwa ama kubatilishwa na mahakama on legal acceptable ground, katika sababu za msingi za kisheria. Unaweza kaona hapa, mahakama inasema kwamba wosia muda wote unaendelea kuwa halali. Kwa hiyo nataka niwafunze nini? Mkijue ukiona mtu ametoa wosia na nyie mnaupinga pale pale kwenye familia Jua kwamba ule wosia bado haujawa batili. Ule wosia unaendelea kuhesabika kwamba ni halali. Kwa hiyo kitu ambacho mnatakiwa mkifanye ni kwenda kubatilisha mahakamani. Lakini mkiuacha, mnaendelea kuupinga kwa mdomo kwamba huo wosia ni batili, kwa sababu labda nyinyi mna kikundi kikubwa. Hata kama huo wosia anakubali mtu mmoja tu na nyinyi mna kundi kubwa ambalo linaupinga ule wosia, kisheria unaendelea kuhesabika ni halali mpaka hapo utakapokuwa umebatilishwa na mahakama. Ndio hii kanuni ambayo imeongelewa kwamba a will is presumed to be valid unless invalidated by the court. On acceptable, acceptable legal ground kwamba wosia unaendelea kuwa halali mpaka hapo ambapo utakuwa umebatilishwa na mahakama. Na mahakama yenyewe haubatilishi hivi hivi. Unaweza ukaona kuna neno mahakama ilitumia inasema, inaubatilisha on legally acceptable grounds, inaubatilisha kwa sababu za kisheria. Na mahakama nayo lazima iwe na sababu za kisheria kuja kubatilisha. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakueleza. Kwa hiyo wewe ambaye umekaa nyumbani unaopinga wosia ukiwa umekaa tu na uchukua hatua yoyote, ujue kwamba ni kwamba unapoteza muda, na wewe ambaye una wosia unauamini huko halali, kuna watu wanakusumbua pale, hesabu kwamba ule wosia unaendelea kwa batili mpaka hapo utakapobatilishwa na mahakama. Kwa hiyo wewe ambaye unataka kupinga wosia nenda mahakamani, kabatilishe ule wosia. Lakini...